Karibu katika Smax Films. Hakuwa akijua kwa nini wachumba wake wote walikuwa wakimkimbia. Ana ni msichana mdogo sana, mrembo ambaye anaishi katika kijiji cha Ibo nchini Nigeria. Yeye ni binti pekee wa mkuu wa kijiji, Chief Dekai, ambaye ni tajiri zaidi katika jamii hiyo. Urembo wa Ana nigumzwa na kila mtu katika kijiji. Wengine wanasema ngozi yake ni laini kama hariri na macho yake yanang'aa kama almasi. Ana alikuwa fahari ya baba yake na ndoto ya kila kijana katika kijiji. Vijana wote walikuwa wakivutiwa, lakini kulikuwa na tatizo liche ya urembo wote alionao, Ana alibaki akiwa single. Si kwa sababu wapenzi hawakujitokeza; kwa kweli, nani angeweza kuacha kumuoa Ana mwenye urembo huu? Lakini alikuwa na shida ya kutatua. Wapenzi walikuja kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Wengine walikuja kwa magari ya farasi na wengine walikuja na magari ya kifalme. Makabila mbalimbali kutoka sehemu zote za nchi walikuja kumtaka Ana, lakini waliona uso wa jitu la kutisha kila walipokuja. Baada ya kuona Ana mrembo, yaani waliona uso wa kutisha sana na walikimbia mara moja. Kila aliyetaka kumuoa Ana alikimbia kwa sababu walikuwa wanakutana na uso wa kutisha sana yani, uso wa shetani kila walipokuja kumtaka. Hii iliendelea kutokea kila wakati. Habari kuhusu Hana zilienea kama moto wa nyikani katika kijiji, na watu walirudi nyumbani wakiwa na hofu hawawezi kueleza kile walichokiona. Wanakijiji walistaajabu wanawake wengi na wazee walizuia wavulana wao wasije kumtaka Ana kwa sababu walizani kuwa si tu urembo bali pia ni shetani. Ana alishangazwa na majibu yao. Aliwaza ni nini kinachokuwa kibaya na yeye, kwa nini wapenzi wanakimbia kutoka kwake? Alijikuta akiwa na kivuli mwenyewe, akiwa mnyonge na kuishi kwa huzuni akijificha chumbani mwake kwa siku kadhaa bila kutoka. Baba yake Chief Dikai pia alikuwa na wasiwasi kuhusu shida ya binti yake. Aliwaalika watu wa unabii kutoka maeneo yote ya nchi, lakini hakuna aliyeweza kusema ni nini kilikuwa chanzo cha shida ya Hana. Wanawake katika kijiji walimcheka Hana, walimzihaki kwa kusema kwamba urembo wake ambao ulikuwa umechukua nafasi ya wanawake wengine kwa wanaume sasa umegeuka kuwa zimwi shetani linaloogopeka. Siku moja mtu wa mnabii mmoja alitembelea kijiji chao, macho yake yalikuwa na maarifa zaidi ya umri wake. Alisikiliza hadisi za shida za Ana kutoka kwa wanakijiji na, na alitaja kwa sauti kwamba urembo wa Ana si wake bali ni zawadi kutoka kwa Mungu wa mito Asami. Mungu huyo alisema kwamba muda mrefu uliopita, mama wa Ana Neka alikuwa na shida ya kupata ujauzito baada ya ndoa. Alilia sana kwa sababu ya aibu aliyokuwa nayo akipata kutoka kwa kila mtu. Aliamua kumtembelea Asami. Asami alitokea kwenye maji na kumwambia Neka kwamba angeweza kulipa zabihu ili kupata ujauzito. Asami alimwambia Neka akaenda nyumbani na kugoja muda uliopewa na miungu. Neka alirudi nyumbani, lakini alirudi tena siku iliyofuata na alilia kando ya mto akimwita Asami aje kumjibu kwa kusema alikuwa tayari kufuata lolote ili kupata mtoto. Asami alitokea tena kutoka kwenye maji akisikiliza kilio cha Neka na kumwambia kuwa ikiwa yuko tayari kufanya dhabihu yoyote, basi arudi nyumbani na miezi mitatu baadaye angeweza kumshukuru kwa kumpatia mtoto. Miezi mitatu baadaye, Neka aligundua kuwa alikuwa mjamzito na alirudi kwa mungu wa mito Asami ili kuuliza kuhusu kile cha kufanya kumshukuru kwa kumpatia mtoto. Asami alitoka kwenye maji akiwa na kaka yake na kusema kuwa atatoa mkono wa mtoto wake kwa kaka yake ambaye ni mkuu wa mfalme wa maji. Asami alisema ana atakuwa na urembo wa dunia nzima lakini hakuna mwanaume atakayemkaribia ana kwa sababu ana ameshaolewa na mkuu wa maji. Neka alikubali masharti ya Mungu wa mito kwa sababu alitaka kuwa mama, na alirudi nyumbani na kujifungua mtoto wake. Mto wa maji ulisema kuwa suluhisho pekee la kumtoa hana katika hili ni kuwa na mwanaume anayempenda Ana kwa dhati kutoka moyoni mwake. Mwanaume huyo angemfuata hana hadi kwa Mungu wa mito ili kuomba huruma na kumwomba Mungu wa mito kumwachilia Ana kutoka kwa mume wa maji. Hata hivyo, wavulana wote kijijini walikataa kumfata Ana kwa Mungu wa mito kwa sababu walimwogopa sana Asami na nguvu zake. Waligeuka mgongo kwa Ana kwa ajili ya sababu walikuwa na hofu ya kukutana na shida ya Asami. Baba yake Ana alijali sana. Siku moja mkulima mdogo aitwaye Aka alijitokeza na kusema alikuwa tayari kumfuata Ana kwa Mungu wa mito ili kuomba huruma. Ilibainika kuwa Aka alikuwa amemwangalia Ana tangu awali, lakini kwa kuwa alikuwa maskini na hana kiwango cha ushindani na wapenzi wengine, alijizuia kumtaka Ana. Hii ilikuwa kama fursa kwa Aka kuonyesha kuwa ni jinsi gani anavyompenda Ana kwa zati. Kesho yake Aka na Ana walikwenda kwa Mungu wa mito na kumwomba kumwachilia Ana kutoka kwa ndoa na mfalme wa maji. Asami alitokea na kusema kwamba hii ni zaidi ya uwezo wao na kusema kuwa mama wa Ana na yeye walikuwa na makubaliano kuhusu ndoa hii. Aka na Ana waliendelea kwenda kwa mto kwa muda mrefu na kutoeleza desturi kitekeleza kila siku wakimwomba Mungu wa mito kwa huruma. Hatimaye Asami alitokea na kaka yake na kwa huruma akaamua kumwachilia Ana kutoka kwa ndoa hiyo, kwani ilikuwa si kosa la Ana bali, na mama yake alikubaliana na mkataba huo kwa kutaka mtoto. Asami alikubali kumwachilia Ana na wote walifurahi. Chief Dekai aliposikia habari hii, Ana aliokolewa kutoka kwa Rahana, na alifurahi na kuwa ana mrembo na mwenye furaha tena. Chief Dekai alijua kumbariki Aka kwa upendo na wema wake kwa binti yake. Na Aka alifurahi aliposikia hili. Ana alikubali kumoa Aka kwani ndiye mwanaume pekee anayempenda kwa dhati. Kwa upendo wa ukweli, kwa shida na raha. Aka na Hana walifunga ndoa nzuri sana na wakaishi kwa furaha milele. Maadili katika hadithi yetu ni kwamba upendo wa ukweli hauna mipaka na unaweza kushinda changamoto kubwa sana. Na pili, hata kama unakuwa na shauku ya kupata jambo fulani, fikiria athari za makubaliano yako kabla ya kufanya maamuzi. Na tatu, usikubali makubaliano yoyote au mkataba unaohusiana na maisha ya mtoto wako, kwani inaweza kuasili maisha yake ya baadaye. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu, na hii ni SMAX FILM, inaitwa SMAX aka SMAX King of Arts. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe updated na video mpya itakaofuatia. Namaste.